Aya muntazir jiske the din raat muamma khul gaya roshan hui ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu, ndugu mtazamaji wa MTA Africa, karibu tena katika Kenya Studios. Hapa ni mimi mtangazaji wako Abdul Basit Ali. Naam, katika kipindi kilichopita tulizungumzia kuhusiana na Masihi aliyeahidiwa, jinsi gani alivyokuwa ametabiri maswala ya ugonjwa wa tauni ambayo pia ilitimia vilevile vile. Lakini pili, tukazungumzia harakati za Masihi aliyeahidiwa kufunza kwamba waahmadia wapate nafasi ya kuoana baina yao wenyewe ili kuendeleza hii imani ya jumuiya Ahmadia nahulka, na hulka na mafundisho bora vile vile. Lakini pia tukazungumza kuhusu ile hutba ilhamia ambayo Masihi aliyeahidiwa alipata wahyi wa maneno ya Kiarabu ambayo aliyatumia hayo kama hutuba yake ya siku ya Idul Adha. Lakini vilevile vile pia kukaelezwa mwendeleo wa huyu bwana Muhamad Hussein wa Wabatala jinsi gani aliendelea kuaibika siku hadi siku. Naam basi, ndugu mtazamaji, nikiwa na wewe moja kwa moja katika studio hapa, nipo nao wageni wetu wawili ambaye upande wa kulia ni mwalimu wetu mpendwa Muhammad Musa Oponyo. Mwalimu saib, karibu kwenye kituo chetu. Asante sana bwana mtangazaji. Lakini vilevile upande vile wangu wa kushoto nipo naye mwalimu wetu Abdalla Haji Wanyasi. Mwalimu saib, wewe pia karibu sana na ujisikie huru. Asante sana ndugu mtangazaji. Ndio, basi katika mwendeleo wa mada ile ya maisha matakatifu ya Masihi aliahidiwa, mwalimu saib, tumeweza kuona kwamba huyu Masihi pia aliendelea na mikakati ya mahubiri na kufikisha mbele ujumbe wa Islam Ahmadia. Katika hali ya bishara ni kwamba huyu Isa bin Maryam atashuka katika mnara mweupe kule mashariki ya Damascus, na ikatabiri kwamba itafika katika muda wa Masihi aliahidiwa Amani ya Allah iwe juu yake atimize bishara hiyo. Na, ni mikakati gani ambayo Masihi aliahidiwa aliweza kufanya, kuli, kuweza kutimiza bishara hiyo? Asante sana bwana mtangazaji. Ibashiriwe kwamba Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam kama Masihi aliahidiwa, namna ulivyotangulia kusema, ni kwamba ilibashiriwa kwamba atashuka upande wa mashariki wa Damashki au Damascus. Kwa hivyo Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam, ili kutimiza bishara hii, basi mwaka elfu moja mia tisa, akatoa tangazo kwamba kufanya michango au kutolewa michango za kuanzisha ujenzi wa mnara ule, kama dhibitisho la ile hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kwa hivyo, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu michango zilifanywa na ule mnara ukaanza kujengwa, na si kujenga mnara tu, bali aliweka malengo matatu pia vile vile ya ule mnara. Na lengo la kwanza alisema ni kwamba ule iwekwe itolewe adhan, sababu mnara utakuwa ni mrefu kwenda kule juu pale juu kutolewe adhan mara tano kwa siku au kwa masaa ishirini na nne litangazwe kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ili ifike sala kwa kila masikio ya kila mmoja ajue kwamba yule Mungu wa tangu awali aliyekuwa akiabudiwa watu wakimtegemea, ndi yule Mungu ambaye haswa Muhamadi sallallahu alayhi wasallam anamtumikia. Kwa hivyo kwa adhana mara tano kwa siku, basi watu watapata kujua kwamba yule Mungu bado yungali hai na ndio Mungu ambaye Muhamadi sallallahu alayhi wasallam anamtumikia. Kwa hivyo lengo hasa la kwanza la ujenzi wa minara ni kwamba adhana isomwe mara tano kwa siku, bila shaka kuimarisha utukufu wa Mwenyezi Mungu, nabi na nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kwa hivyo akasema shabaha ya pili au lengo la pili ni kwamba iwekwe taa kubwa kule juu iangaze kila mahali, ili mwanga uweze fika katika macho ya kila mmoja. Na alisema kwamba ndani yake kuna hisiri kwamba mwanga wa kimbingu, watu wajue kwamba mwanga au nuru ile ya kimbingu imefika na iangaze katika kila, kila sehemu. Akasema lengo la tatu ni kwamba pia kuwekwe saa, waanze kudhamini kwamba wakati ni kitu muhimu na ule wakati wa kufunguliwa mbingu au nuu za kimbingu sasa umewadia. Kwa hivyo, Saidina Ahmad alayhis salatu wassalam akaanzisha mpangilio na ukakamilika ule mnara, ili haya makusudio matatu yatimie, na tukijua kwamba ilikuwa ni ishara kwamba ni ishara zile zina siri ndani yake, kwamba sio tu mnara peke yake, bali ni kwamba kutoka hapa mashariki ya Damaski kwamba utoke ule ujumbe wa Mwenyezi Mungu, la ila ila la, ufike kwa watu, ufike kwa dunia nzima, na pia ile, ile dhamana au ile, ile ubora wa saa ujulikane, kwamba sasa ni wakati ambao sasa milango za binguni zitaanza kufunguliwa kutoka pale Damaski au mashariki mwa Damaski. Naam, kwa hivyo Mwalimu Saheb, tunapata kuelezwa hapa kwamba ilikuwa sio tu ujenzi wa mnara bali ilikuwa ni ishara tatu. Kwamba ya kwanza ni hii kwamba jina la Allah litukuzwe siku mara tano, lakini pia ishara ya pili ilikuwa ni ile ya kwamba kuwekwe mwanga kule juu ambao ni mwanga wa kimbingu, mwanga wa kiroho, mwanga wa kuongoza watu katika njia iliyonyooka. Lakini pia akaeleza kwamba lengo la tatu ilikuwa ni saa iliyekwa ili kule juu ambapo sasa saa hii itoe ilani kwamba huyu Masihi wa sahihi ambaye alifaa kuja basi, amefanya nini? Amekwisha fika, na pia ifungue sasa ile wakati wa kimbingu kwamba ujaji wa Masihi umewadia na watu wamfuate huyu bwana. Lakini pia katika hadithi tumeweza kuona hili jambo limeelezwa katika kitabu Al-Fitan, eh, babu dhikru dajjal kwamba ameeleza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba huyu Masihi atashuka katika mnara mweupe ambao uko kule mashariki ya Damascus kwamba hii ishara tayari ilikuwa itimie kwa Masihi aliyeahidiwa. Kihistoria nimepata kuona kwamba kule Damascus kwenyewe kuna namna ambayo walijaweza kujenga minara kama miwili hivi. Lakini kwa njia moja au nyingine, sababu moja au nyingine iliweza kufanya nini kuungua na moto, wengine hawakuweza kudumu, umeona. Lakini kumbe ilikuwa haja sio tu mnara ujengwe bali haja ilikuwa ni hii msingi ya kwamba uimara wa Allah na nabii SAW na mwanga wa Mwenyezi Mungu na pia muda wa ujio wa Masihi uweze kujulikana katika dunia hii na. Tukiendelea na mada maisha eh, ma, matakatifu ya Masihi aliahidiwa amani ya Allah ya juu yake, Mwalimu Sahib, tumeweza kuona pale kwamba wanajumuia Waislamu wa Ahmadiyya waliweza kupewa jina lao kwamba ni musalman firka ya Ahmadia, kwamba ni Waislamu wa dhehebu wa la Ahmadia, hii ilikuwa katika hali gani? Asante sana ndugu mtangazaji, ni kweli ya kwamba ikumbukwe ya kwamba kabla hakukuwa na jina lolote ambalo walikuwa wanajulikana nalo, bali kulikuwa saa zingine wanaitwa Kadiani, saa zingine Mirizai, lakini mnamo mwaka wa alfu moja Masih Maud alaihis salam alitokezea na hili jina musalman firka ahmadiyat, ambayo ni dhehebu la like kiislamu la ahmadia. Sababu kubwa ni ya kwamba katika nchi ile kulikuwa kunafanyika sensa kuhesabu wa watu. Sasa wanapohesabu watu wanahesabu watu saa zingine na makanisa vile vile. Sasa ikataka kwamba lijulikane hasa ya kwamba hili dhehebu lilianzishwa na Masihi Maud alaihis salaam, linajulikana ya kwamba dhehebu la kiislamu la Ahmadiyat. Na ikumbukwe ya kwamba hili jina Muhammad liko Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na majina mawili maalum ambayo yalikuwa yanajulikana, jina moja hili ni Muhammad, lingine ni Ahmad, ambalo Muhammad liliashiria haki na, ku, na ku, kuangamiza wapingaji, ama wale wapinga dini na Ahmad ambayo lilikuwa linaashiria amani na suluhu. Kwa hivyo katika kukuja na hili jina Ahmadiyat kulikuwa na siri ndani yake, ya kwamba ya katika tabiri moja ni ya kwamba mtume mtukufu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wakati alipokuwa, mak alipokuwa Maka ile sifa ya Ahmad ikadhihirika ndani yake ya amani na suluhu, wakati alipokuwa kule Madina kukadhihirika ile sifa ya Muhammad ambamo sasa ilikuwa ni haki na kuangamiza ma, maadui. Kwa hivyo kukuja na hili jina la, la Ahmadiyat ilikuwa ni utabiri ya kwamba jina la, la Ahmad, sifa ya Ahmad ya Muhammad itakuja kujitokeza katika siku za mwisho tena. Kwa hivyo kumbe, mwalimu saibu hili jina Ahmadia likapia na maana yake ya ndani ya mzizi kabisa kwamba Ahmad ni sifa moja ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ni amani na suluhu. Lakini vile vile pia Masihi alifanya nini? Alikuja kuleta msingi wa amani katika kusambaza dini na hali zingine za maisha ya kijamii, kuwe na amani. Kumbe pia ndio Khalifa tena mtukufu wa tatu akaja na hii slogan ama hii eh, jina la mapenzi kwa wote bila chuki kwa yoyote okay, ili kuashiria kwamba Ahmadiyya inazidi kufanya nini, inazidi <laughs> kuendelea okay. Naam Mwalimu Saib, tukiendelea na mada hii yetu tukufu tunapata uh, kuona kwamba Masihi aliyeahidiwa bado aliendelea na mikakati ya kuendeleza mahubiri katika e, Islam Ahmadiyya naam, pia aliweza kuandika vitabu kadha wa kadha katika mwaka elfu moja na mia tisa Je, vilikuwa ni vitabu vipi na vilikuwa hasa maudhui yake ni yapi? Asante sana, bwana mtangazaji. Namna tulivyoona kutoka nyuma ni kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam hakuchoka katika kazi ya kuueneza ujumbe tukufu wa dini ya Kiislamu, na alifanya kazi kwa njia mbalimbali mbali na tumeona kwamba ameandika vitabu vingi sana kueneza ujumbe wa dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hivyo hata huu mwaka pia vile vile aliendelea na alizidi kuandika vitabu mbalimbali. Kwa hivyo katika huu mwaka aliandika baadhi ya vitabu ambavyo malengo yalikuwa ni yaleyale yale: kujibu shutuma za wapinzani na kueneza ujumbe wa dini tukufu ya Kiislamu pamoja na kutaja zile tabiri ambazo alishatabiri kule nyuma. Ujumbe muhimu ambao umeelezwa hapa kutoka kwa waheshimiwa wawili ambao walishuhudia kutoka kwa wali mmoja wa kule Kotewala ambaye mwenyewe alizungumza mbele yao kuhusu kuja kwa Masihi aliyeahidiwa na akathibitisha kwamba Masihi tayari alishazaliwa zama za huyu wali. Kwa hivyo ndani ya kitabu, hizi taarifa zinapatikana na zimeelezwa kwa kiapo. Kuna wale ambao walishuhudia na wakaeleza kwa kiapo kwamba katika mbele yule wali ametaja kwamba Masihi alishafika na akabainisha kwamba hata katika sehemu za Punjab. Na vile vile katika mwaka, Masihi aliyeahidiwa wa Islam akaandika kitabu 40 ndani yake aliendeleza mfululizo wa makala yanayoeleza kuthibitisha ukweli wake na zikakuja kuandikwa katika namna vitabu. Kwa hivyo kwa ufupi, katika mwaka Masih alihidiwa, alaihis salam, aliandika hii vitabu kujibu shutuma za upinzani, kubainisha ukweli wake na kuendeleza ujumbe wa dini tukufu ya Kiislamu. Naam, mwalimu Sahibu, umezungumza jambo la msingi sana, kwamba ni vitabu ambavyo vinaashiria misingi ya kiimani ya dini tukufu ya Kiislamu hasa hiki kitabu cha Risala Jihad, kwamba ni ujumbe unaohusiana na masala ya jihad, kimenigusa sana mpaka nikarudia, kwamba sio jihad ya damu, kwa sababu siku hizi hiyo ndio jihad ambayo inaendelea. Kusema kweli, hawa watu wana haja sana kwamba wasome vitabu vya Masih aliahidiwa, ili waweze kujua ukweli wa elimu ya jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Na tukiendelea na elimu ya jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, mwalimu Sahibu nilipata kuona kwamba Masihi aliyeahidiwa ilifika wakati akatoa hii fatwa kwamba ilifika wakati uh, Waislamu wa Ahmadiyya waoane baina yao wenyewe kwa wenyewe, lakini pia makaburi kwamba tuweze kuzikana sisi wenyewe kwa wenyewe. Lakini pia hakuishia hapo, akaongezea kwamba Waislamu wa Ahmadiyya wafanye nini? Wasiweze kuswali nyuma ya maimamu ambao si wa Ahmadiyya. Lengo lilikuwa nini? Kwamba Waislamu wa Ahmadiyya wasiswali nyuma ya imamu ambaye si Mwahmadiyya. Asante sana ndugu mtangazaji kwa jambo hili alivyoeleza. Kweli Masihi maaudhi ala islam, ya kwamba hapo kabla ya Masihi maudhi ala islam ama wafuasi wa Masihi maudhi alah islam walikuwa walikawa wanaswali miskitini nyuma ya imamu yoyote yule, ilimradi ya kwamba yeye ni Mwislamu. Sasa ilitokea hivi ya kwamba wakati wa Ahmadia ufahamu ya kwamba waliokuwa wanapinga Masihi Maud alaihi salam walikuwemo maimamu, na hasa mnafahamu huyu imamu, kwa mfano, Bwana Muhamad Husein wa Batala, ambaye alikuwa miongoni mwa imamu wakubwa katika kijiji kile. Kwa hivyo wakaja wakatoa fatwa kalikali dhidi ya wa, wa, wa, Wahmadia, na miongoni mwa zile fatwa walizot, walizotoa ni ya kwamba iwapo Mwahmadia atakuwa ametawadha tu kutumia birika ya mkona ambayo ni ya msikitini, basi lazima ivunjwe vunjwe. Na vile vile wakatoa fatwa ingine ambayo ilikuwa kali sana, ya kwamba kama mwahmadia ataswali msikiti wa ambao sio waahmadia wao, sasa mkeka ule ambao wameswalia uchomwe. We? ikafika mahali ambapo tena vile vile wakasema kwamba hata ile sakafu iondolewe kwa sababu ni imenajisiwa na hata sio hivyo hivyo tu, wakasema kwamba ahmadia ni sawa na nguruwe mm. Sasa ikawa kwamba hata yule mwenye amesimama kwa safu katika swala, yule ambaye amekuwa jirani na muahmadia, swala yake haisihi. Sasa katika hala, harakati kama hizo, ikawa kwamba waahmadia wanapata kichapo cha nguruwe msikitini, ikafikia mahala yes, kila kitu ahmadia akifanya ni kama <laughs> Ninajis. Ninajis kwa. La haula wala kuwat. Naam. Sasa ilipoendelea namna hiyo, Mwenyezi Mungu alimpa Masih Maud alaihis salam ufunuo ambao Masih Maud alaihis salam akautangaza, na ni vizuri sana ya kwamba Waahmadia wasikilize ujumbe huu wa Masih Maud alaihis salam alivyotangaza kuhusu kutoswali nyuma ya imamu ambayo si Mwahmadia. Kwa neno kwa neno, anasema hivi, anasema hivi ya kwamba kumbukeni kama Mungu alivyoniambia, ni haramu juu yenu na ni haramu kabisa kwamba msali nyuma ya mkufurishaji na mkadhibishaji au mwenye kusitasita. Akaendelea akasema ya kwamba, bali yapasa kwamba imamu wenu awe aliye miongoni mwenu. Kwenye habari hiyo, kwa namna moja, hadithi hii ya Bukhari inaashiria imamukum minkum imamukum minkum imamukum minkum, yani tuswali nyuma ya imamu wetu ambaye yuko miongoni mwetu sisi wa Ahmadiyya. Ndio ndugu mtangazaji akasema kwamba vile vile ujumbe huu ni mzuri, vile vile tukiusoma kidogo ya kwamba akasema, kwa kwamba masihi atakapokuja hapo, mtalazimika kuacha kabisa madhehebu mengine yanayodai Uislamu na imamu wenu atakuwa kutokana miongoni mwenu, basi mfanye hivyo. Kwa hivyo yule ambaye anampinga ni haramu vile vile kuwa nyuma yake, na akaharamisha kabisa kabisa kwamba Ahmadia wasiswali nyuma ya ndugu a wasiokuwa wa Ahmadiyya , ndugu mtangazaji. Naam, Mwalimu Saib, tumepata hapa pointi tatu muhimu sana akituambia kwamba mpendwa wetu mtangazaji ya mwalimu wetu kwamba lengo la Masihi lilikuwa ni mambo matatu haya. Kwamba anayemkufurisha Masihi anayekuwa ni, ni mnafiki haeleweki kwamba amemkubali au la, lakini yule pia anayemkadhibisha kwamba anayesema kwamba Masihi ni muongo, watu wa aina hiyo tatu tusiwafuate kabisa lakini pia hata kama wao ndio ni maimamu tuswali pia nyuma yao Kwele. Lakini akaeleza pia kulingana na, na muktadha wa hadith kwamba kuna hii hadithi inasema wa imamu kum minkum na, kwamba tuswali nyuma ya imamu wetu. Ni nani huyo imamu wetu? Ni huyu huyu Hadhrat Masih Maud amani ya Allah iwe juu yake na. Basi tumepata fundisho la maana sana, hata wahmadia wanafaa watambue hili hata kama hakuna imamu ama hakuna msikiti karibu, hata wao wenyewe wanaweza kuwa maimamu baina yao wenyewe kwa wenyewe na wakaongoza swala zao wenyewe. Okay. Okay. Lakini hii mada yako mwalimu, pia imenikumbusha masuala ya ndoa tena vile vile, kwamba lengo la Masihi kufanya kwamba Waislamu wa Ahmadiyya waoane baina yao wenyewe ni kwamba pia hapo nyuma ilitokea kwamba Mwahmadia ambaye alikuwa ameoa hapo kabla, ameoa na akajiunga na jumuiya, alikuwa anapokonywa mke, anapokonywa watoto na kadhalika. Okay. Hii ilikuwa pia ni miongoni mwa lengo la Masihi kufanya nini? Kufanya Waahmadia wawane baina yao wenyewe kwa wenyewe. Lakini like, ndio vile pia akaeleza mwalimu sahib kwamba walikuwa wanaona sisi ni najis, tusiswali nyuma yao, lakini baadaye wanakuja kutumbia, kutu, kutuhujumu. Mbona kutuhujumu? Mbona sasa hamuji kuswali nyuma yetu? Hmm. Ilhali wenyewe ndio walikuwa wanatuchukulia katika hali ya kuwa nguruwe ya kuwa najis okay. na kadhalika okay. So hizi tu ni shutuma ambazo hawa wasio Waahmadia wanazileta baada ya, ya kuona kwamba sisi hatujali hizo fitina zao, na pale kwamba alitangaza kule nyuma kwamba ujumbe wake katika njia moja au nyingine lazima ufike nje ya bara la Asia, Marekani, Uingereza kadhalika. Basi katika hali hiyo pia akaandika kitabu amazile jarida la Review of Religions. So kuna maneno gani ya kueleza kuhusiana na lile jarida la Review, Review of Religions? Asante uh, sana bwana mtangazaji. Namna tulivyoona tangu mwanzo Saidna Ahmad alayhi salatu wasalam alishaonyesha kwamba yeye sio masihi tu pale India au masihi wa Waislamu peke yao, bali alikuwa ni masihi wa dunia mzima. Kwa hivyo alianzisha harakati mwanzo pale tu kufikisha ujumbe wake kwa kila mtu tunaona kwamba akimlenga sana malkia wa Uingereza, hakulenga watu wa kawaida tu, bali pia malkia alifikishiwa ujumbe moja kwa moja kumkaribisha katika Uislamu. Kwa hivyo rasmi, Sidna Ahmad alaihi salatu wassalam, mwaka elfu moja mia tisa na moja akajiwa na wazo ambalo aliona wasiwasi na uchungu kwamba wale watu wa Ulaya nao pia wapate ujumbe moja kwa moja. Kwa hivyo akatoa tangazo kwamba watu wakuje pamoja, walete mawazo kwamba wafanye namna gani kuhusu jambo hili, watafikishaje ujumbe kule Ulaya. Basi watu wakakuja pamoja, kukapendekezwa kwamba kuanzishwe jarida maalum liandikwe kwa lugha ya Kiingereza na litumwe kule Ulaya, ili watu wa Ulaya wenye kupenda ukweli na haki nao pia wapate faida ya ujumbe wa dini tukufu ya Kiislamu. Basi kukaanzishwa bodi ambayo ikasimamia jarida ambalo limepatiwa jina Review of Religion na kukatengenezwa bodi ya wa wahariri ambayo ilisimamiwa na huyu bwana Muhammad Ali na Khawaja Kamaldin radhiyallahu anhuma ambao walisimamia idara hii. Idara ikapatiwa jina Anjuman Ishati Islam. Anjuman Ishati Islam. Naam, kazi yake makhusus ilikuwa ni kufanya mipangilio ya kuhakikisha kwamba hili gazeti linaandikwa na linahaririwa kwa Kiingereza kwa na linapelekwa kule Ulaya. Kwa hivyo kwa fadhila za Mwenyezi Mungu hili gazeti likaanzishwa mwaka 1902 likaanza kuchapishwa na kazi yake ikaanza kuendelea na likaanza kupelekwa kule Ulaya. Na bwana mtangazaji, mpaka leo tangu mwaka ule, ile gazeti bado liko mpaka leo, linafanya ile kazi ile ile ambayo Masihi aliahidiwa alikusudia kwamba lifanye. Naam, kwa hivyo mwalimu Sahib, hata mimi binafsi nishai kuona vitabu ambavyo vimetokana na hilo jina Review of Religions, na bila shaka vinakuwa vya mada kadha wa kadha za kisayansi teknolojia za kiroho dini kadha wa kadha zikifanuliwa na wasomi wa jumuia ya Islamu Ahmadiyya na sio tu Marekani na Uingereza bali huko Afrika pia vinatufikia vilevile, vitabu vile vya Masihi ambao vilianzishwa kwenye lengo la kuendeleza mahubiri ya Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah ya juu yake. Na bila shaka tukiendelea na mafundisho haya ya maisha matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah ya juu yake napata kuona kwamba katika mwaka ule wa 1898 alitangaza eh, utabiri wa tauni. Je, harakati hizi ziliendeleaje katika kutoa tahadhari za tabiri za tauni katika mwaka wa 1901? Na naam, asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli ya kwamba hii habari ya tauni tumeshaongelea na vile vile ni habari ambayo ilitokea kwamba Masihi Maud alaihis salaam aliwahi kupata katika ruya ya kwamba anaona malaika wanapanda miche myeusi katika uso wa ardhi. Akauliza kwamba hii miche myeusi inaashiria nini, kaeleza kwamba itakuwa ni maradhi na kadhalika. Sasa mnamo mwaka huu ambao umezungumzia, sasa mwaka wa 1901, wakati ugonjwa tayari, unajua alitangaza mapema mwaka 1898. Sasa maradhi yalipozuka yakaanza kuangamiza watu na kadhalika Masihi Mauda alayhi salamu mwaka huu wa 1901 alitangaza mbinu ya kuweza kutuliza haya makali ya maradhi, kwa maana yalikuwa yametoka kwa Mwenyezi Mungu na kuna suluhisho ambayo ingepatikana ili ya kwamba haya maradhi yaweze kutoka. Sasa akaeleza kwa m, tangazo mbalimbali mbali kuhusu jambo hili ya kwamba maradhi haya yataweza ondoka tu kama takwa itakuwa iko juu, ma, maasi yarudi chini, basi inaweza kuwa tiba ya maradhi haya vile vile. Kwa hivyo hasa lengo la Masihi kueleza zaidi kuhusiana na masuala ya tauni ni kwamba watu watambue hiyo ni adhabu no. ambayo imetokana na Mwenyezi Mungu mwenyewe no, lakini dawa yake si nyingine bali ni hii dawa ya toba na uchamungu vile vile. No. ni kwamba hata kiasi kwamba hata kama kuna mtu mmoja tu peke yake kwenye jamii ambaye ako na kiwango kizuri cha uchamungu na toba na nafasi yake yeye kusaidia na wengine kuepukana na masuala haya ya tauni. Na kulingana na uchache wa muda wetu ni kwamba tumefurahi sana na zile mada ambazo mmeweza kuzileta mbele yetu, kwani zote zimekuwa ni za mwangaza kwa kwa wanajumuiya wa Islamu Ahmadiyya lakini pia kwa kila mtu ambaye anatazama mafundisho haya ambayo ni maisha matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake. Naam, karibuni sana katika kipindi hiki na nimefurahi hasa kuwa na nyinyi kwenye muda huu mchache. Na vile vile, ndugu watazamaji, tunapata kuona kwamba leo tumejifunza mengi sana, na miongoni mwa mengi hayo ni kwamba huyu Hadhrat Masihi Maud amani ya Allah iwe juu yake ameweza kutua kutuambia kwamba lazima tufanye toba, lazima tuwe na uchamungu, lazima tuwe na matendo bora, yani hulka njema, ili iwe njia ya kujiepusha na kila aina ya tauni yoyote ambayo itakuja ya kiroho na ya kimwili vile vile. lakini pia ametufunza masuala kadha wa kadha ambayo kwamba tuwe na imani kwamba huyu imamukum minkum ndiye masia aliahidiwa na tunafaa wahmadia wote tutii chini ya utii wa Imam Mahdi, amani ya Allah wa juu yake. Kwa haya machache ndugu watazamaji, ningependa kuambia kwamba shukran kwa muda wenu kusikiza kipindi hiki cha leo. Mwenyezi Mungu awalipe jazaa njema, na hapa ndio mwisho wa kipindi chetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kadia se chalie ek zinda hawa